Hii ndugu zangu wa Tanzania, acheni ukumbavu ndani ya akili especially, nazungumzia raia ni raia kama mimi, yani ati kwamba tunataka tufanye kama jenzi wa Kenya <laughs> nikuulize, au jenzi wa Kenya kilicho walichokifanya mpaka sasa hivi kimesaidia nini ndani ya nchi kimesaidia nini? Maanake kama kuuliwa, watu wameuliwa na wanaendelea kuuliwa na hakuna haki yote inatendeka, unaelewa? Kuna watu wamepoteza maisha yao, kuna watu wamepoteza biashara zao kwa sababu hicho ambacho wamekifanya na hakuna kitu kimetendeka, wanataka kumtoa, bado yuko ndani ya serikali. Tukija kwenye mambo ya maendeleo, mtu anakuambia Kenya tuko na maendeleo zaidi ya Tanzania. Maendeleo gani ambayo Kenya kuna zaidi ya Tanzania? Tuje kwenye treni, wanazetu wanatumia mwendo kasi kama nchi za nje wanavyofanya. Sisi bado tuko kwenye jiko la makaa, tunasema tafunika pilau. Haya, ukija kwenye nini, vile usafiri wa barabarani zime magari yamepangana unachagua gari unaotaka wewe yani, na classic yake si kama classic za kwetu. Ukija kwenye barabara we toka Mombasa mpaka Lungalunga, hiyo barabara hiyo ni vile ilivyo. Alafu toka Lungalunga mpaka Tanga. Walalo kwa mwenyewe unaraha. Ukija barabarani alama za barabarani watu nyepi wewe mwenyewe unakuwa na mwenyewe unajikuchukia kuna paka mahali unaomba bana hapa sasa hivi ni mahali ambako watu wanaishi peleka na speed ya 50 wewe mwenyewe unapunguza ukipita unaendelea unaelewa tutoke hapo tuje kwenye masuala ya michezo angalia viwanja vyao vilivyo classic mashaallah Kenya tuna viwanja gani sisi tuna viwanja gani kama vile Tanzania urongo angalia tournament zao venye ziko juu dini angalia, wao kuna vofurika mashallah. Na yule ambaye ile mtoto wako unasomesha Qurani akitoka pale, ana faida katika ule mhadhara nyumba nini, nini, nini kwetu tuna nini? Tunajua kizungu kingi tu yani yani, kile kizungu kingi ndio tunajua. Mimi mzungu ambako mtakao wazungu tu haramba bila kujijua. Sawa, mtaka mabadiliko, mabadiliko kwa Afrika sasa, kuna njia moja tu, ni wanajeshi wajipange kama nchi iyepeleke. Sawa, waamue tu kupendwa serikali, hilo litawezekana, lakini hivyo mnavyodanganya, mnavyotaka kutolewa kafara, damu za kafara, maana kesho damu za kafara hizo mamlaka. Kwa hiyo Tanzania, kueni makini, kueni makini. Tafuteni njia mbadala, hii sio ya kuiga Kenya urongo. Kenya hajafaidika na lolote, tuko kwenye shida vile vile kila moja. Mbona hawatoki na, na familia zao kwenda barabarani, lakini wa hamtoaona.